Uhali gani ndugu mpenzi mtazamaji na mfatiliaji wetu, ni matumaini yangu ya kwamba huu mzima wa afya na unaendelea kutufuatilia kwa ukaribu sana. Nikukaribishe tena katika mwendelezo wa habari pamoja na matukio mbalimbali kutokea hapa ndani lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Muda huu katika meza yetu ya habari tunaye e, Peter Msigwa ambaye aliwahi kuwa kada kindakindaki wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambapo kwa sasa Peter Msigwa ni kada kindakindaki wa Chama cha Mapinduzi. Peter Msigwa katika meza yetu ya habari muda huu anazungumza na anafunguka mambo makubwa na mazito sana, na hasa amegusia upande wa no reforms no election ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Peter Msigwa amezungumza mambo mengi sana makubwa na mazito, lakini kubwa zaidi ameishia kutoa ushauri eh, kwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kuhusiana na no reforms, no election. Swali hapa limeibuka kwamba je, Peter Msigwa bado anakipenda chama cha demokrasia na maendeleo Chadema? Hilo ni swali ambalo eh, limeibuka mara baada ya kada huyo wa chama cha mapinduzi sasa Peter Msigwa kujitokeza na kuzungumzia no reforms, no election na kuishia kutoa, eh, na kuishia kutoa ushauri kwa chama cha Chadema. Hebu tuende tukamsikilize Peter Msigwa akizungumza na kufunguka mambo makubwa na mazito sana, huku akiishia kutoa ushauri kwa chama cha Chadema kuhusu no reforms, no election. Sikiliza hapa kada wa chama cha mapinduzi CCM mchungaji Peter Msigwa Msigwa Peter amesema mkakati wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wa no reforms, no election hauwezi kutekelezeka kwa mazingira ya sasa ya kisiasa nchini. Akizungumza katika mahojiano na kituo cha redio cha Ebon FM leo Jumamosi mosi Machi 8 mwaka huu wa 2025 Msigwa amesema kuwa chama cha siasa huunda umma kwa kuuza itikadi na falsafa yake na si kwa eh, na sio kwa kutangaza mapema kususia uchaguzi kabla ya kuwaandaa wananchi. Wanasema hakuna uchaguzi, lakini wakati huo huo wanasema wana, eh, watakutana na makundi mbalimbali mbali kuyashawishi. Je, wanajuaje kama yatakubali? amehoji Peter Msigwa, akitolea mfano mkoa wa Iringa, Msigwa ameeleza kuwa hakuna mtu anayeweza kusimama na kusema kuwa uchaguzi hautafanyika bila kuwa na mbinu madhubuti za kuhakikisha hilo linatokea. Narudia hapa kwa faida yako ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu. Peter Msigwa akitolea mfano mkoa wa Iringa Msigwa ameeleza kuwa hakuna mtu anayeweza kusimama na kusema kuwa uchaguzi hautafanyika bila kuwa na mbinu madhubuti za kuhakikisha hilo linatokea. Amesisitiza kuwa mazingira ya sasa ha, eh, amesisitiza kuwa mazingira ya sasa hayawezeshi mkakati wa Chadema kufanikiwa, bali chama hicho kinapaswa kujiandaa kushiriki uchaguzi badala ya kuupinga. Kama Chadema wanaamini wana nguvu ya kuzuia uchaguzi, kwa nini wasitumie nguvu hiyo hiyo kushinda uchaguzi? amehoji e, mchungaji Peter Msigwa. Itakumbukwa kuwa Msigwa aliwahi kuwa mbunge wa Iringa mjini kupitia Chadema na mjumbe wa kamati kuu ya chama hicho kabla ya kuhamia Chama cha Mapinduzi. Kwa upande mwingine, aliyekuwa mbunge wa jimbo la Iringa mjini kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na mjumbe wa kamati kuu ya chama hicho mchungaji Peter Msigwa ambaye kwa sasa ni kada wa chama cha mapinduzi mjadala ameibua mjadala mkali kuhusu hali ya, eh, ameibua mjadala mkali kuhusu hali ya Chadema akidai kuwa chama hicho kimepoteza imani kwa wananchi na kinakabiliwa na mgawanyiko mkubwa wa ndani. Akizungumza katika mahojiano na kituo cha redio cha Ebony FM jini Iringa, leo Jumamosi Machi 8 mwaka huu wa 2025, Msigwa amesema kuwa uongozi uliopita wa Chadema ulifanya makosa makubwa yaliyochangia kudhoofika eh, kwa chama. Amesisitiza kuwa chama hicho kinahitaji kuimarisha miundombinu yake kabla ya kuelekea kwenye uchaguzi wowote. Narudia tena hapa amesisitiza kuwa chama hicho kinahitaji kuimarisha miundombinu yake kabla ya kuelekea kwenye uchaguzi wowote. Katika siasa kuna political science na applied politics. Political science ni nadharia lakini applied politics ni vitendo. Ukiangalia kwenye vitendo, uongozi uliopita wa Chadema ulishindwa na umekiharibu chama, amesema Peter Msigwa. Akitilia mkazo haja ya mshikamano ndani ya chama, Msigwa amedai kuwa Chadema imegawanyika katika makundi mawili baada ya uchaguzi wa hivi karibuni. Amesema chama hakiwezi kuandaa umma kwa ajili ya uchaguzi ikiwa viongozi wake wenyewe bado hawajafikia maridhiano. Msigwa pia amekosoa mkakati wa no reforms no election, akidai kuwa ni mbinu dhaifu isiyoweza kuleta matokeo chanya kwa chama. Ameendelea kwa kusema kuwa badala ya ku badala ya kususia uchaguzi Chadema ilipaswa kwanza kuimarisha miundombinu yake na kuunganisha wanachama wake kabla ya kufikiria kushindana katika uchaguzi. Kazi ya kwanza sio kulipeleka jeshi barabarani kwenye vita wakati bado hujaliandaa kwenye kambi yako, amefafanua. Kauli hii ya Peter Msigwa inakuja wakati ambapo mijadala kuhusu mwelekeo wa Chadema inaendelea kushika kasi, huku chama hicho kikijaribu kujipanga kwa chaguzi zijazo. Kauli yake inazua maswali makubwa juu ya umoja wa chama na mbinu zake za kisiasa katika kipindi hiki cha mpito. Mpenzi wa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu e, kinachoendelea kwa sasa juu ya no reforms, no election, na jinsi ambavyo Peter Msigwa ambaye ni kada machachari wa Chama cha Mapinduzi kwa sasa alivyojitokeza na kuizungumzia no reforms no election ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Hii ni habari Kiganjani, endelea kusubscribe